Nam na, hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Ndege ya India, Air India, iliyokuwa inaelekea London ikiwa na abiria 242 imepata ajali na kuanguka dakika chache tu baada ya kupaa kutoka mji wa magharibi mwa India wa Ahmedabad, ambapo takriban watu 241 wamethibitishwa kuaga dunia katika ajali hiyo. Mtandao wa kufuatilia safari za ndege wa Flight Radar 24 umesema ndege hiyo ilikuwa aina 787-8 Dreamliner, mojawapo ya ndege za kisasa zaidi zinazotumika. Faiz Ahmed Kidwai, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usafiri wa anga ya India, ameziambia duru za habari kwamba ndege ya Air India AI 171 ilianguka katika eneo la makazi linalofahamika kama Meghani Nagar, dakika tano baada ya kuanza safari mwendo wa saa 7 na dakika 38 kwa saa za amesema kuwa abiria 232 na wafanyakazi 12 walikuwa ndani ya ndege hiyo iliyokuwa ikielekea uwanja wa ndege wa London Gatwick nchini Uingereza. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa mji GS Malik, miili 241 imepatikana kwenye eneo la ajali, huku ripoti zikieleza kuwa hakuna manusura waliopatikana ambapo, Gazeti la Indian Express limeripoti kuwa abiria wote 241 kasoro 1 waliokuwemo wamefariki, likinukuu taarifa za polisi. Hata hivyo, Malik amesema kuwa miili iliyopatikana inaweza kuwa ya abiria pamoja na watu waliokuwa ardhini. Waziri wa Afya Dhananjay Dwivedi amewataka ndugu wa waathiriwa kutoa sampuli za vinasaba vya DNA ili kusaidia utambuzi wa waliopoteza maisha. Picha zilizosambazwa mitandaoni zinaonyesha moshi ukifuka kutoka eneo la ajali karibu na uwanja wa ndege wa jiji hilo. Kulingana na kituo cha kuongoza ndege katika uwanja wa ndege wa Ahmedabad, ndege hiyo ilipaa mwendo wa saa saba na dakika 39 kutoka barabara ya ndege ya 23 ambapo ilipiga simu kwa ya dharura dakika chache baadaye ila hakukuwa na mawasiliano zaidi kutoka ndegeni humo. Mara ya mwisho ndege kuanguka nchini India ilihusisha ndege ya air India express mwaka wa elfu mbili na ishirini ambayo ni tawi la bei nafuu la shirika la air India na watu 21 walifariki dunia katika tukio hilo. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.